Leo ndugu zangu Waislamu, tunaingia katika kisa cha nabii llahi Isa bni Maryam, ambaye ni mtume wa mwisho kabla ya Bwana Mtume Muhammad salallahu alaihi wasallam. Na kabla sijamzungumza Nabi Isa, tutamzungumza kidogo mama yake Maryam na jinsi alivyozaliwa na yeye Maryam alivyomzaa Sayidna Isa alaihi ssalam. Mwenyezi Mungu ametaja kisa cha Nabii Isa katika Suratu Ali Imran kama kilivyotajwa vile vile kwa urefu katika Suratu Maryam na kimetajwa vile vile kwa ishara katika baadhi ya sura za Quran. Katika Suratu Ali Imran, ambayo sura hii imepewa jina la familia na ukoo aliotokana nao Saidna Isa, kwa sababu Bana Imran ambaye tutamzungumza hapa leo ana uhusiano wa karibu sana na huyu bwana mtume ambaye ni Isa ibni Maryam. Katika sura aya thalathini na tatu mpaka thalathini na saba Mwenyezi Mungu anasema inna allaha stafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala lalamin ala al anatutajia katika viumbe ambao amewafadhilisha, na miongoni mwa hao ni mtume wa Mwenyezi Mungu Adam na Nuh na watu wa Ibrahim na watu wa Imran. Hawa wanasema ni dhuriatan baaduha min baadin, ni watu ambao baadhi yao wanatokamana na baadhi nyingine, na muradi wa alu Imran huwa walidu Maryama alayhi salam au alayha salam. Imrani huyu anayezungumzwa sasa ndiye baba wa bibi Maryam alayha ssalam, na jina lake kwa nasaba, wanachuoni wa historia walikuwa wanamwita Imran ibni Bashim ibni Amun ibni Misha ibni Hazqiya. Sayyida Maryam Baba yake anaitwa Imran na Imrani huyu ndo huyu anayetajwa hapa kwamba wa ala imrana ala alalamin. Ilifika wakati Sayidna Muhammad bnu Ishaq anasema, inna umma maryama kanat la tahbul, yani kanat la tahmil, mama yake Maryam ilikuwa ni tasa hawezi kukamata mimba na mama huyu alikuwa akiitwa Hinna binti Faquda ibni Kabil ibni Abidat. Na Zakariya Nabiyu Ullahi huyu kana zauju ukhti Maryam Ashia, mke wa Zakaria alikuwa akiitwa Ashia al ambaye Ashia huyu ni dada wa Sayida Maryam. Kwa hiyo Imran mke wake alikuwa Hinna binti Faquda, ambaye ndo mama yake Sayida Maryam. Sasa bibi huyu alikuwa hapati mimba, hapati ujauzito, alikuwa anaishi kila siku kwa kutamani angalau siku moja Mungu amjalie kupata mtoto. Wanasema wanachuoni wa history, faraat yawman tairan yazuku farahan lahu, siku moja akawaona ndege wawili, ndege mama na ndege mwana. Yule ndege mama anachukua chakula anamlisha ndege mwana, na huku akimtoatoa baadhi ya uchafu labda katika macho yake na kumdonoadonoa, ile kuonesha hali ya mapenzi. Basi tendo lile la ndege wawili lilimhuzunisha kwa njia moja bibi Hinna binti Faqud, na lilimfanya atamani kupata mtoto na yeye kwa njia nyingine. Basi kuanzia pale fanadharat lillah, hapo akaanza kumtoka maneno ya kuweka nadhiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anasema in hamaltu, nikibarikiwa kuja kupata mtoto, basi mtoto huyo la ajalannaha, nitamfanya mtoto huyo waladan muharraran, ay habisan fi khidmati baiti al-Maqdis, Mungu akinijalia kupata mtoto huyo basi nitamchukua mtoto huyo ni muweke mfanyikazi katika msikiti huu wa Baitul Maqdis, awe khadimullah mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na hapa kamtaja mtoto, mtoto wa kiume akiwa na tamaa kwamba hiyo nadhiri naiyeka ili Mungu aniletee mtoto wa kiume ambaye baada ya kumzaa tu nitampa yeye Mwenyezi Mungu, aitumikie nyumba yake na awe mtumishi wa Mungu. Qalu wanashuweni, wanasema fahadhat min fauriha, haraka haraka. Baada ya kuyasema maneno haya tu, haikuchukua muda mda, akaingia katika siku zake za wanawake, wanavyoingia katika siku za kawaida hadhat. Na hii ni moja katika ishara ambazo kwamba wanawake wanaweza kujua, sasa hivi nimepata, na kwamba sikupata, basi kuna mtoto, japo mara nyingine wengine wanaweza kuwa na wana, wana mimba na bado wanapata siku zao, lakini hii inakuwa mara nyingine, siyo aghlabia. Basi ilikuwa hapati siku zake za kawaida, lakini aliposema maneno yale tu Mwenyezi Mungu akamjalia akapata haidh. Falamma taharat, alipotahirika kutokana na damu ya haidh, anasema waqaha baaluha fahamalat bimaryama alayha salam. Alipotahirika mumewe akamwingilia na akapata ujauzito wa kumbeba bibi Mariam alaiha salaam. Akawa na furaha nyingi, Mwenyezi Mungu ameitikia wito wake na maombi yake, lakini hakusahau kwamba hii ni nadhiri, na nadhiri lazima itekelezwe. Nadhiri ni kitu ambacho unakiweka kwa Mwenyezi Mungu na ni wajibu kukitekeleza. Mungu akinipa kadhaa nitafanya kadhaa. Ukipata kitu kile ni lazima utekeleze nadhiri yako ambayo umetekeleza, kama ilivyotajwa katika suratu ldahri au suratu linsan pale Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alivyo wasifu wale wenye kutekeleza nyudhuru zao walizozitoa kwa ajili ya Allah. Sio mtu anaweka nadhiri, Mungu akinijalia mie biashara yangu ikienda vizuri, naweka nadhiri, nitajenga chuo Baadae anakuwa milionea, akifuatwa nasema, bwana mie, pisa zangu nimezipata kwa shida sana, siwezi kumsaidia mtu hivi hivi tu. Anakwepa nadhiri yake ile, wa yote anakuja kupata shida kwa kuwa kamwahidi Mungu. Sasa hivi pia Mungu anatafuta njia za kumdanganya, kama vile anavyowadanganya wanadamu wenzake. Wa wanadamu leo tumezoea kudanganyana, mpaka Mungu tunamwingiza katika fungu la kumdanganya huu ni msiba mkubwa ambao umeingia katika maisha yetu wanadamu wa kileo. falamma wadaatha, siku ya kuzaa. Sasa alipojaliwa kujifungua salama, bibi Hinna, Mwenyezi Mungu amemjalia amejifungua, akitizama mtoto, qalat rabbi inni wadatuha untha ya rabbi mimi niliweka nadhiri, najua kwamba mtoto ntaye mzaa ata kwa mtumishi wako, lakini tizama, nilidhani ntapata mtoto wa kiume nimpeleke msikitini akawe khadim, lakini wadatu ha untha, nime mzaa mtoto wa kike. Wallahu alamu bima wadat, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi kiumbe gani alichokizaa cha kike cha kiume. Walaisa dhakaru kal untha na mume sio kama mke, yani katika kuitumikia ya nini, masjidul aqsa. Hii haina maana kwamba hapa mke anadharauliwa kama wanavyofikiria wa watu wengine, kwamba mume sio kama mke au mke sio kama mume, sio taqlila li shaniha wala tahqiran li amriha isipokuwa, hapa anayefiti katika khidmati baiti lmaqdis, maqdis ilikuwa ni mume.

Akapewa jina, inawezekana siku ile ile amezaliwa tu ukamwita huyu fulani, kama vile alivyosema Said Anas. Anasema siku alipozaliwa mtoto yani ndugu yake, dhahabtu bihi ila rasulillah, nilimchukua mtoto yule baada ya kuzaliwa tu nikampeleka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume alimbusu mtoto yule na kumpa baadhi ya riquhu sharif na kisha akampa jina akamwita Abdullah. Kwa hiyo kupewa kwa jina kwa Bibi Maryam pale alipozaliwa tu ni dalili kwamba mtoto anaweza kupewa jina siku ya kuzaliwa kwake. <coughs> Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua kilichozaliwa, hana haja ya kuambiwa nimezaa cha kike au cha kiume. Wallahu a'lamu bima wada'a ye, ni mjuzi zaidi kwa kile alichokizaa. Wa inni samaituha Maryama, na mimi nimemwita jina kwamba huyu atakuwa jina lake ni Maryam. Wa inni uidhuha bika wa dhuriyataha min ash-shaitani rrajim. Na dua hapo, anaomba mama kumwombea mwanawe, na mkinga mwanangu kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na shari ya majini wabaya na mashetani, yeye na atachokizaa

Anamgusa shetani, yaani shetani anamgusa yule mtoto ambaye anazaliwa, wakati wa kuzaliwa tu, anasema yamasuhu hina yulad fayastahilu sarikha, mtoto anaanza kupiga kelele, kisha min massi shaitani, kelele ile kutokamana na vile alivyoguswa na shetani. Yani watoto wote wanaguswa hivyo wanapozaliwa tu, shetani anamgusa kama kumnyukua mtoto, analia Anasema mtume illa maryama wabnaha, isipokuwa mtoto ambaye hakuweza kuguswa na shetani wala hakuweza kupiga ukelele ule ambao mtoto anapiga kutokamana na masi ya shaitani ni bibi Maryam na mwanawe Isa. Shetani hakuwa na njia kabisa ya kuwanyukua wawili hawa au ya kuwagusa wawili hawa kwa ile dua ambayo bibi Hinna kaomba, wa inni hakika yangu mimi ya Rabbi, mimi mja wako. uidhuha bika wa dhuriyataha minalshaitani rajim, namlinda mtoto wangu kwako kutokamana na shetani yeye na atakachokizaa. Fataqabalaha rabuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan, mapokezi yakapokelewa, yani dua hii Mwenyezi Mungu akaipokea vizuri kabisa na mche ule ukatoka kwa rutuba nzuri kabisa. Sasa ikaja wakati wa kutekeleza zile ahadi ambazo kisha zitoa bibi huyu za kumchukua mtoto kumpeleka katika Baitul Maqdis ili awe khadima lillah. Sasa alipotizama kwamba mtoto ni mtoto wa kike. Ikabidi sasa, itakuwaje kumpeleka kule? Na watu wote sasa wakaja pale, kila mmoja anataka kupewa yeye nafasi ya kumlea yule mtoto. Wakajitokeza watu wa nyumbani wa karibu karibu, miongoni mwa waliojitokeza alikuwa Saidi na Zakaria. Mwenyezi Mungu wanasema wakafalaha Zakaria, na akaja kuchukua malezi ya kumlea bibi Maryam Sayiduna Zakariya sema: dhakara almuarrikhun walmufassirun anna ummaha hina wadaatha laffatha fi khuruqiha thumma kharaj, kharajat ila lmasjid, mama alipomzaa mtoto huyu alimfungafunga na kumzonga katika nguo yake kisha akatoka naye kumpeleka msikitini. fasalamatha ila lubadi, kisha akamtoa mtoto yule kuwapa wale watu wenye kufanya ibada katika ule msikiti wa kanat imamihim. Na ilikuwa ni mtoto wa imamu wao ambaye Imran ilikuwa kiongozi wao vile vile. Fatanazau fiha, sasa walipokuwa wameona ameletewa mtoto, wote wakaanza kugombania, sote bwana tunataka kumlea mtoto wa shekh, mie nataka kumlea mie, nataka kupata mie baraka za kumlea mtoto wa shekh, kila mmoja anagombania. Thumma lama dafaatha ilaihim tanazau fi ayihim yakfuluha wa kana zakariya nabiyuhum fi dhalika lzaman, na Zakariya alikuwa ni mtume wao katika zama hizo. Sasa ubadi wako ndani ya msikiti, na Zakaria mtume yuko ndani ya msikiti. yatanazauna man yakfulu Maryam, nani atakemlea mtoto huyu? Sasa ilikuwepo mmoja, Zakaria. arada an yastabidda biha dunahum min ajli anna an zaujatahu ukhtuha au halatuha ala lqaulaini. Zakaria aliwambia bwana, mimi ndo niko karibu zaidi na huyu mauluda, kwa hiyo mie ndo na haki ya kumlea, kwa sababu mke wangu ni ukhti wa huyu bibi ambaye anazaliwa, vitu kama hivyo, au ni hala yake, halo yake. Wakafalaha, Zakaria akapata nafasi hiyo. Lakini kaipata vipi Zakaria nafasi hiyo? Watu waliambiwa wapige kura. Kuna mahala, kuna mto, mto huo maji yake yanakwenda tuseme upande wa kushoto. Sasa kila mmoja akaambiwa alete kalamu yake, airembee kalamu ile ndani ya mto ule. Baada ya kuirembea kalamu ile, kalamu itakayokwenda different direction, itijahu lmuakis itakayoelekea upande ambao maji yanatoka huko maji yanakwenda kushoto kalamu iende kulia kalamu ya mtu ambayo itayakhalifu ita maji basi huyo ndo atakayoonekana kwamba amepewa nafasi ya kumlea bibi maryam watu wakaja na kalamu zao kila mmoja anataka yeye nafasi ya kumlea maryam zakaria akawa mimbaini sufufi lmutanaziin katika watu ambao naye vilevile anataka kumlea mwana yule. Kalamu zikarembewa katika mto, kalamu zote zikaenda kule maji yanakokwenda, isipokuwa kalamu ya Zakaria ikazihalifu kalamu zote, ikawa inarudi nyuma kule maji yanakotoka, kalamu inakwenda huko. Hii ilikuwa ni miujiza, ndi Mtume anaambiwa, wama kunta ladaihim idh yulkuna aklamahum ayuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim idh yaqtasimun, hukuwepo wakati huo, wakati wanarembea wanarusha kalamu zao, nani atakaye mlea bibi huyu Maryam, na hukuwa nao pamoja nao siku hiyo wakati wakigombania. Leo tuchukue mifano kama mitume walivyokuwa wakifanya, tuwasaidie watu kuwalea watoto wao, tuwe na, ghe, na ghera na tadhia

ili kumsaidia mtu mzima huyu, ambaye pesa kidogo, watoto wengi. Maisha ndo maisha. Sasa leo unapomwona kakaako amezungukwa na timu ya watoto, baadhi yetu, kuna watu ana watoto mpaka ishirini, wengine watoto kumi na tano, yeye peke yake, mshahara wake labda elfu arobaini kwa mwezi, anawasomesha watoto, walisha watoto kuwavisha watoto, kibarua kikubwa. Sasa wewe muhurumie, ndugu yako mchukulie baadhi ya, mwambie hawa, nipe hawa wawili, mie mie nitalea mimi hawa. Na kusaidia ulezi, thawabu zake ni kubwa sana lakini, imani zilivyotutoweka leo, M watoto wake mwenyewe, mtu hataki kuwalea, je, atalea watoto wa mwenzake? Watu anagombania hapo, nani atamlea Maryam? Kila mmoja mie mie. Basi kalamu ya Zakaria ilivyokwenda katika tijahul muakis, watu wakasema haya Mungu kisha mkubali Zakaria. Kwa ajili hiyo, basi Allah anasema wakafalaha Zakaria, na akachukua nafasi ya kumlea Bibi Mariam, Bwana Zakaria. Sasa katika malezi yake, kama tulivyozungumza huko, Zakaria aliwahi kuona miujiza kila alipokuwa Maryam anakuwa na ndivyo ilivyokuwa, miujiza inazidi kuwepo katika jumba lile. Yuko ndani ya mihrab ndani ya jumba lile, na mihrabi ilikuwa ni mahala popote rafii. Inawezekana ikawa ni kibla cha msikiti, inawezekana ikawa ni jumba la kifahari, inawezekana ikawa ni jumba la kifalme. Wanaita mihrab mahala popote patukufu. Sasa malezi yake, kila akimletea ya chakula bibi Maryam anamkuta yeye chakula anauliza siku ile nilirusha kalamu nikakubaliwa, mimi kumlea, mbona naona kuna mtu mwingine ananisaidia kulia, na mi nilisema mi ndo nimejaaliwa mie. Sasa nani huyo anayemletea Mariam chakula wakati mimi ndo mlezi wake? Ikabidi e kuwa na wasiwasi. kulama dakhala alayha Zakariya lmihrab wajada indaha risqa, kila akiingia katika jumba lile anakuta bibi Mariam anakula tena chakula anachokula ni chakula ambacho hakipatikani katika mji wakati ule season <coughs> ya chakula cha matunda, matunda haijafika. Anaonekana Maryam anakula matunda yale, yani ni miujiza mikubwa. Hapa ndipo lilipomtoka swali, qala ya Maryamu, anna laki hadha, we Maryam, iki chakula hiki unakipata wapi? Na hapa tunafundishwa wazee wetu tunaowalea watoto wa kike, tunawaona watoto wanakuja na mapesa mengi nyumbani, tunawaona watoto wanakuja na vitu vingi nyumbani, tunawaona watoto wanakuja na hali ambayo sisi hatuitambui, lakini mzee anakaa kimya. Ngalia Zakaria anamwona Mariam anakula chakula ambacho yeye hajanunua, anamuuliza anna laki hadha, utaniambia chakula hiki unapata wapi wewe? Mzee ukiletewa chakula na mtoto wako na unajua hana kazi, unamuuliza wewe unajua kula tu, kaleta fulani basi, kesho tuletee kama hiki eh. Unamwinkaraji katika kutafuta. Sasa anatafuta wapi chakula kile? Zakaria anamuuliza Maryam, anna laki hadha, wapi umepata? Kuna nani anayekupa chakula na we uko hapa ndani kila mara, na hivi na hivi na na hujaolewa? Mambo kama hayo tuwaulize watoto wetu. Hii saa nzuri kakununulia nani? Mimi sijakununulia. Kununulia hivi viatu na hizi herini, hizi kazi nani anafanya vitu kama hivi? lakini hatuulizi, leo kaingia na gauni hili, kesho kutwa nguo ghali ghali anakuja nazo nyumbani. Baba haulizi. Atakuja uulize siku akiona kidogo utumbo limevimba vimba. Nikafanya mambo haya, ndo yule yule alikuwa akimpa gauni siku nyingine herini, siku nyingine viatu, siku nyingine hivi ndo alofanya shughuli hizo. Kwa hiyo tunauliza mapema kabla mambo ajaharibika, kama Zakaria anamuuliza Maryam anna laki hadha, chakula hiki unapata wapi na lazima atoe jibu, apate kujua, kama kuna mtu anakuja hapa kukuletea we chakula. Kwa nini anakuja kukuletea chakula? Kama nani na nani wako huyo, wakati mlezi wako ni mimi hapa. Anafundisha tarbia. Vipi wazee tu wale watoto wetu, na tusiwe kimya tu, kila mara tunauliza tukiona tabia ambayo siyo ya kawaida, au mambo ambayo sisi hatuwafanyii watoto wetu, tunaona watoto wanayo majumbani. Qalat huwa min indillah, jawabu la Bibi Maryam. Hakuna mwanamme, hakuna mume, chakula hiki ananiletea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Vipi anakuletea? Mwenyezi Mungu. Na kweli alikuwa Jibrili akija na chakula, taamu shita fi waqti as-sayf wa taamu as-sayf fi waqti ash shita, chakula cha wakati wa shita, katika zile season tofauti hiki sasa hivi ni chakula cha wakati ambao kwamba sio wakati ule wa shita, analetewa wakusi na kaskazi tofauti. Chakula chake yeye anakula chakula cha wakati ule, wakati huu wa leo vyakula havipatikani, yeye anapata. Unapataje chakula hicho wewe? Kawambia, innallaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, hiyo ni kazi ya Mungu. hakika Mwenyezi Mungu anamruzuku anayemtaka, tena bila ya hisabu Riski ni masala ambayo mwanadamu hapaswi kabisa kuwa na shaka nayo, haitafute tu hiyo riski kwa njia zake. Menyezimungu anasema ya bna adama khalaktuka lilibadati fala talab waqasamtu laka rizqaka fala tatab, ewe mwanadamu, hakika mimi nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu, basi usije ukafanya mchezo na hakika mimi nimekugawia riski yako usije ukapata tabu. Kupata tabu maana yake nini? Wanachuoni wanasema fala tutib qalbak, usiupe tabu moyo wako, atib jawarihaka, vipe tabu viungo vyako, kwenda kondeni, miguu hiyo, kulima jembe, mikono hiyo viungo vipate tabu kuitafuta riski, lakini sio moyo upate tabu kuitafuta riski. Kupata tabu kwa moyo ni vipi? Kukitamani cha mwingine mpaka ukamwibia, ukamdhulumu, unaupa shida moyo bure. Mungu anakuambia riski yako nishakugawia, vipe tabu viungo kuitafuta tu, fanya kazi kwa bidii uitafute hiyo riski yako, lakini usiupe moyo tabu, utakuja kuhasirika fi dunia wal akhirah. Inshallah taala, katika kipindi kinachokuja tutaendelea vipi